Kambarage Nyerere ambapo ndugu jamaa na marafiki pamoja na madaktari wamejumuika kumpokea kiongozi huyu wa madaktari Dr. Steven Ulimboka ambaye amewasili kutoka nchini Afrika ya Kusini kwa matibabu. Dr. Ulimboka aliondoka nchini Juni 30 mwaka huu, ambapo kwa sasa hali ya afya yake inaonekana kuimarika, na hapa anatoa shukrani zake kwa waliohusika kwa namna moja ama nyingine kwa kuonyesha jitihada za kuokoa maisha yake. Na labda nianze tu kwa kusema kwamba nawashukuru wote mliofika hapa kunipokea na nasema asanteni sana. Sina namna nyingine ya kueleza isipokuwa moyo wangu umefarijika sana kwa kweli, yani ninao furaha kubwa moyoni kwa kuwaona mmefika kunipokea, hicho kitu cha kwanza kabisa. Na pili, ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu e nimekuwa kwenye matatizo kwa muda mrefu, lakini afya na, kwa sasa hivi naona afya yangu imeimarika, na kwamba kwangu ni furaha pekee mbele yenu kueleza kwamba ninashukuru sana, ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa hatua hii ambao nimefikia. Lakini pia ningependa kuwashukuru ndugu, ningependa kuwashukuru jamaa, ningependa kuwashukuru marafiki, ningependa kuwashukuru madaktari kwa kuwezesha safari yangu ya kwenda kutibiwa na kuweza kupata matibabu mpaka leo hii, narejea, natembea. Daktari Ulimboka ambaye alikuwa na hali mbaya kiafya anarejea nchini na kuwahakikishia Watanzania pamoja na madaktari wenzake kuwa afya yake inaendelea vizuri. Naomba niwahakishie kwamba nimepona, niko fiti na mambo naweza yani, nikafanya jambo lolote lile. Kwa hiyo hiyo, namshukuru sana Mungu. Daktari Ulimboka ni kiongozi wa jumuiya ya madaktari ambayo ilisimamia mgomo wa madaktari ulioanza Januari tatu mwaka huu, mgomo ambao uliendelea kufukuta hadi mwezi Machi ambapo serikali iliahidi kuyafanyia kazi madai ya madaktari kote nchini. Baada ya baadhi ya makubaliano kutofikiwa, jumuiya hiyo ilitoa muda wa madai hayo kutekelezwa, hatua inayodaiwa kutofanyika, ndipo madaktari hao kupitia jumuiya hiyo wakaadhimia kugoma tena Juni 24 mwaka huu. Awali, chama cha madaktari MAT chini ya rais wake Daktari Namalankopi kiliitisha mkutano wa madaktari kote nchini katika kujadili masuala ya maslahi yao pamoja na mazingira ya kazi, ambapo rais huyo aliwaambia madaktari kuwa katiba ya chama hicho hairuhusu madaktari kugoma. Ndipo madaktari hao wakaunda jumuiya ambayo iliongozwa na Daktari Steven Ulimboka. Ni takriban siku 44 na tangu kuondoka nchini Dr. Steven Ulimboka ambapo alikwenda Afrika Kusini kwa ajili ya matibabu. Na hapa anapokelewa na ndugu jamaa na marafiki wakiwepo madaktari wenzake. Nikiripoti kutoka jijini Dar es Salaam. Naitwa Grace Semfuko wa Star TV.